Naangia kwambia ah, mbona huyu fulani sharif lakini hafai maulidi, ushirifu wangu anakonekti na maulidi, simana uzuri kwa unasikia sheikh yeah. Mimi sijali, lakini yani, mimi wote nandoana na ndugu zangu wote nampenda, wote rafiki na zangu mashaallah, sina na ugomvi na, na mtu, mashaallah simana uzuri mm, lakini sisi nitaka watu na akili pande wote wote awakae tuna connection mingi tunaweza kushikana mkono, na sisi tushirikiane mambo ambayo kila mmoja yeye anaona kwake haki na nguvu. Tushimiane kutoka mimi na wewe, ni bi hoja ni hoja, unaweza kunivuta au nikuvuta, hamna shida, lakini usijenge ugomvi atungele comment, anaonge atungele ataongea comment, ajiuli vizuri, kasikia bismillah, hizbi ya juu maskina Mungu kabisa

Naam, inawezekana yeye sehemu fulani akakosea. Inawezekana na sehemu nyingine wao amekosea Hakuna mtu amekamilika lakini lugha kutumia lugha na uslubu ya kujenga sio kubomoa. Bila uzuri ya wa bado. Nakufahamu. Kristo wa Yahudi kwa mujibu wa. mm. imani yetu wakafiri hao. Mm. Wayahudi wanasema Uzair mtoto wa Allah. Kristo anasema Yesu mtoto wa Allah. Dini al-Qur'an imetaja au ni kafiri kwetu kwa mujibu wa imani yetu. Lakini sehemu nyingine Mungu anasema, hayuko sawa wote, aina moja. Al-Kitabu hiyo utampa hela nyingi, mumunifu, wa kudhulumu. Na wengine utamwachia shilingi moja na kudhulumu. Mizani moja. Usiweke watu wote katika mizani moja. Au wengine kwambia, muone hapo mtu mmoja kaongea, kacharaza kufundisha watu, sio, usiamini wote wako hivi, si sahihi. Lazima sawa. Mungu anasema ndani ya Kitabu: In taamanhu bi qintarin yuaddihi ilayka.

Wewe nia yako ufatwa, kama watu wamekosea, nia yako tako mtu huyo ajue haki, aache kitu, amgobe Mungu, umuokoe huyu asipate adhabu ala, na wewe upate thawabu, lakini sio kumtukana nini, kama ni yani, sio akhlaq wa Islam, sio akhlaq ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabisa, na